Sisi Kenya hata tungeulizwa tuchague jirani mwingine wa kupakana na yeye bado tungechagua Tanzania tu, kwa sababu mmetuonyesha njia mwafaka ya kukaa bila vurugu. Unajua, kuna maneno kidogo hapa na pale ambayo imekuwa inasambazwa kwa mitandao ya jamii, social forums kama vile WhatsApp, wengine mkiona wakiwa wana tengeneza vitu hizo, ni content creation. Wengine wanataka kitu ambayo ita attract viewers wengi ama watazamaji wengi, ndio waweze kupata zile wanaita bonga points, ndio wapate kulipwa na WhatsApp. So wakati wingine unaweza kuona vijana kwa mtandao wanaongea maneno ambayo si ya sawa, ukiangalia kwa jicho pevu ama kiangalia vizuri tagudua, hayo maneno si hayaleti amani. So nataka niwahakishia kwamba mengi yenye mnaona huko si msimamo wa, wa Kenya, ni msimamo ya mtu mmoja, anataka ku attract attention ya watu wengi apewe likes, na hata Watanzania wamekuwa wanampea wengine likes. So Wakenya wenye wako kwa social media wenye wanasambaza vitu ambayo si ya amani nataka tuombe ya kwamba msichukulie kwa umuhimu yoyote, lakini kama kuna chochote chenye kitapangwa, tutazuia watu kutoka upande wa Kenya kuja kuingilia shinda yoyote ambayo itakuwa upande huu. So letu ni kuwahakikishia kwamba tumejipanga vizuri kuzuia mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na nia ya kuja kujiunga na Watanzania wenye watakuwa na Kufanya maandamano kwa njia moja ama nyingine, tutawazuia na asanti, kwa sababu umehakikisha umetuhakikishia ya kwamba maandamano yamekuwa declared illegal ya kwamba haijaruhusiwa kwa upande wa Tanzania kuandamana kesho. So mshimamo wetu vilevile vile ni kwamba tutawaunga mkono kuhakiikisha ya kwamba hakutakuwa na mtu yeyote anakuja kuinfluence kutoka upande ya Kenya ama kusaidia kwa njia yoyote kufacilitate maandamano ambayo ni yako iligo. Sisi tumejipanga vizuri, na hizo here says za kwamba kesho tarehe tisa tuna mapumziko, lakini kuna watu wanawaza habari ya kuwa na vurugu tena au kitu kinachoitwa maandamano. Nataka niwahakikishie upande wa Tanzania tumejipanga vizuri, vyombo vyetu viko imara, watu wetu waendelee na shughuli kesho, pamoja na mapumziko, waendelee na shughuli mbalimbali walizozipanga za kijamii, za kiuchumi. Kwa hiyo kilichokatazwa ni maandamano, kwa hiyo na sisi tunatarajia hapa kesho shughuli kuendelea kama kawaida.